Hei my zangu hope you are well, na karibu sana kwenye YouTube channel ya Malkia. Uh, leo tunapika wali wa kuku, ni mzuri sana. I promise utafurahia ni wali mzuri mno. Mm, ukipika nyumbani ukaongeza kachumbari ama kanywea juice and so on, utafurahia sana. Mai wangu, nikukumbushe jamani, kabla ujaendelea usubscribe kwenye YouTube ya Malkia ya mai wako Malkia wa. ya ili kila mara upate recipes, lakini tuwe familia moja usao kushare, kucomment, kulike na kusubscribe of course, na kumwambia rafiki yako kwamba Malkia na YouTube channel if you need to learn anything kwa ukweli na uzuri akisha una subscribe. So hapa nina kuku mlaini and huyu wangu sio necessarily mlaini sana, lakini ni yule kuku mlaini aliyefugwa uh, muda mrefu mre. Kwa hiyo tutaweka chumvi, pilipili, pili manga, cooking paste alafu tutaweka vidonge vya supu nimechu- nimetumia no chicken, Cubes. Alafu nitaweka na vitunguu maji, alafu tutamchemsha kuku wetu kama hivi. Sasa kama wewe ni broiler yule ambaye ni mlaini, basi unamchemsha kidogo. Kama ni kienyeji, mchemshe tu kawaida, lakini unakuwa umeweka hivi viungo ili awe na ladha nzuri akishachemka vizuri, alichemka ale maji ya kwanza, akaisha nikaeka mengine, ndo haya ya supu unayoona hapa. Na kama unavyoona hivi, ameshachemka vizuri, viungo vimeingia, naonekana vizuri. Tutaendelea sasa kwa kumtoa na kumweka pembeni tayari kwa kwenda na next step. Nakumbuka kama ni koko mlaini, uhitaji kumchemsha muda mrefu, ndo maana unaona kwangu amechemka in less than kama 10 minutes. Baada ya kumwondoa yule kuku, supu ile ile ndo utakao umiminia mchele wako umeosha vizuri. Na mchele wangu mimi nimechanganya Kikombe kimoja cha basmati, vikombe viwili vya mchele wa kawaida, kama unataka mchele wako onekane umenyoka na mzuri. So that's my trick na ni my little secret. Hope na wewe utakuwa umejifunza leo. Changanya vizuri, kama supu itatosha ongeza vimaji kidogo, funika upike wali wako uive vizuri, kama unavyoona wa kwangu hapa. Kama utataka kuwa na wali wa, wa njano njano zaidi, unaweza kawa umechemshia pia na manjano kwenye nini, kwenye kuku wako. Baada ya hapo nitatumia bata. Hii ni lato bata na nitaweka kwenye uh, frampeni yangu kama hivi unavyoona, na sio lazima bata. Kama hauna, tumia tu mafuta ya kupikia kawaida ama samli, vyovyote. Alafu tutaweka vitunguu maji kiasi, tutavipika kiasi vilainike baada ya kulainika kidogo tutaweka uh, cooking paste. Cooking paste recipe iko hapa, hapa, kwenye youtube channel yangu, ushuka tu hapo chini, utaona nimekuwekea, nadhani karibia aina tatu. Afu nitaweka mboga mboga. Video ilikata, sikuwa najua kama hai record, kwa hiyo nitaweka hoho pamoja na njegere. Nitaweka pilipili manga pamoja na manjano. And then sasa utakoroga vizuri hiyo, hakisha zinaiva kwa kiasi, hata dakika kumi, njegere zako uone zimeiva au la, unaweza kaziacha zikastim pia kwenye wali baadaye. So tutafungua wali wetu kama hivi tena afu tutamiminia zile mboga mboga zetu ambazo tumezi asote ama wanasema asote. <laughs> Haya, tutazimiminia kama hivi, na unaweza ukaweka nyingi kadri unavyopendelea. Sikutaka kuweka nyingi sana, and then changanya vizuri kabisa, uhakikishe mboga mboga zako zimeingia vizuri. Baada ya kuchanganya vizuri, mimi nitakachokifanya nitafunika tena uwali, niuweke moto wa chini kabisa, kama dakika kumi, uache u steam, ili zile njegera na mboga mboga nyingine ziendelee ku steam vizuri. Kama hazikuiva vizuri mwanzo, ziive vizuri kabisa. Okay, mayo wangu usisikipi hapa ile pani zikaiva kabisa ama uziweke kama hivi ziivie vizuri. Kwa hiyo tutafunika tuache ziivie, meanwhile pembeni sasa aa, tuta Kanga yule kuku wetu, teka mafuta jikoni, alafu tamrudisha kuku. Kuku wangu siku mkaanga tu, from there nilimarinate tena baadaye, na limarinate na beef masala limao, pamoja na soy sauce. Baada ya kumkanga vizuri, akapata rangi nzuri ya golden brown. Love you bye.